Mtazamaji, familia ya Precious Mabonga, mwanawe aliyekuwa mbunge wa bumula, Mwambu Mabonga, imetoa wito kwa wasimamizi wa kitengo cha polisi cha jeshi kuhakikisha kwamba ukweli unabainika kuhusu kifo cha kutatanisha cha mwanao aliyekuwa afisa wa jeshi. Anaarifu zaidi Eric Lumbasi. utuitia watawala wengine Mwanasiasa Mwambu Mabonga ambaye ni babake marehemu Precious Mabonga amesimulia kwa machungu kuhusu kifo cha mwanawe, akisema jitihada za kuchunguza afisa anayekisiwa kuwa na mahusiano na mwanawe na alikuwa naye wakati wa kifo chake hazijawekwa wazi.

Kitengo cha jeshi kikiwakilishwa na Meja Kirui kiliwasilisha risala za rambirambi, Meja Kirui akisema marehemu Precious alikuwa amejitolea katika kazi yake. KDF and and And the the the entire nation a loyal and patriotic soldier who had an outstanding career in in the Kenya Army. Investigations are are still still ongoing to establish what happened exactly on on that that fateful day. And we are still in communication with the family on that matter. Ibada ya mazishi dongozo na kanisa Katoliki chini ya Padre Romanus Wabongo Tuombe huu umoja kati yetu tuombe uwiano mzuri katika familia, na wakati huu ambapo familia imefiwa, tuombe ya kwamba Mungu awape nguvu, awape utulivu, awape amani. Viongozi wa kisiasa waliohudhuria wameomboleza na familia ya mwanasiasa mwenzao huku wakitaka haki kupatikana kuhusu kifo cha Precious. Ninajua kabisa hata kama mtoto mwingine atasaliwa leo, nataka mjue hata fanana Precious. Maana kila mtoto ni special kwa njia yake mwenyewe. So Precious has no replacement. Tumempoteza. It is so painful. But Mwambu loves his children. If you know him well, he loves his children and is very protective. Mwanao papa, pole. Sisi tunaombea Mungu na kanisa tunashukuru mmekuwa karibu na ndugu yetu. Eric Lumbasi, West TV, Muyanga, eneo bunge la Bumula, Kaunti ya Bungoma <makes>